Fainali ya kombe la CRDB shirikisho, mnyama Simba Sports ameondoka kichwa kikiwa chini. Tanzanite kwara na Singida Black Stars aliyeondoka na malalamiko mengi kwenye mechi ya ligi kuu soka Tanzania Bara iliyochezwa katika uwanja wa KMC tarehe ishirini na nane, ndiye ameibuka kimasomaso katika mchezo wa nusu fainali. Heavyweight, dakika tisini zinatukutanisha tena. Hali yako iko vipi kaka? Ebana, kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu swalama bin salmin. Ah niko vizuri niko vizuri ya. tuende moja kwa moja katika mchezo tuangazie namna ambavyo tumeutazama nini ambacho kimeibadilisha Simba ambayo imetoka kucheza mchezo wake tarehe ishirini na nane na huu wa thelathini na moja tuondoke na uchovu mbanano wa ratiba au pengine mabadiliko ya mwalimu ndio yamemgharimu unajua kwanza eh, ni kwamba malalamiko ambayo Singida waliyatoa sasa leo ndo anaweza aka make sense kwa wale watu wengine sasa wataona yes. Leo ndio mpaka wanalalamika kweli yeah. Walinyongwa kwa sababu, mbona leo wameshinda, umeelewa. Lakini by the way nimemsikia kocha Fadlu alikuwa analalamika kuhusiana na ugumu wa ratiba, kwa sababu of course ana, ana hoja kwa sababu ndani ya siku sita wamecheza mechi tatu, maki tarehe 25 wamecheza, tarehe 28 wamecheza na tarehe 31 wamecheza, na zote hizi ukiangalia ni tough game. Umecheza mechi mbili katika hizo ni dhidi ya Singida ambao ina top players. Mm. Uh, na nitaelezea hapa kadri muda unavyozidi kwenda, lakini vilevile uh, wamecheza na RS Berkane kwenye fainali ya mkondo wa pili wa kombe la shirikisho. Kwa hiyo ugumu wa mechi, ugumu wa ratiba, intensity ya michezo yote hii mitatu na jinsi ambavyo imepishana uh, kwa siku chache sana, inafanya wachezaji ndiyo kuchoka, na ndio maana unaona leo kuna muda kama Simba walikuwa hawana idea jinsi gani ya wafanye, unaelewa. Wameshatanguliwa bao, lakini unaona bado walikuwa slow kwenye mambo mengi sana, kwenye build up na vitu kama hivyo kwa hiyo hiyo ni, ni miongoni mwa sababu, lakini by the way lazima tukiri kwamba e, bao la kwanza hmm, ambalo kwa ndo wame concede Musa Pin Pin Kamara, baada ya yeye kutoka ndo Simba waka concede mabao mawili. Lakini ukija kwenye aina ya bao ambalo wame concede Simba, kwanza kwa timu kubwa kama Simba, ile ni aibu ku concede bao kama lile, sio? Unanielewa? ni aibu ni aibu kwa sababu aliotoa asisti ambaye ni Frank Yasin, kiasili ni beki wa kati. Umenielewa. Hmm. Uh, na sio kwamba kwa sababu ni beki wakati basi hafungi of course katika mchezo wa mwisho ambao walishinda mabao matatu kwa sifuri ya Fountain Gate. Singida na na maanisha Singida Black Stars dhidi ya oh, Fountain Gate. Hmm. Eh, yeah, walilikuwa ni April mbili aliweza kufunga bao pia na mabao mengine akafungwa na Emmanuel Kiyege pamoja na Jonathan Soa. Kwa hiyo wachezaji watatu walikombine kwenye kufunga hayo mabao. Kama leo tu kwa sababu Emmanuel Kiyege amefunga mawili lakini uh, Soa, Soa moja, moja na yeye huyu amehusika kwenye kutoa assist. Kwa hivyo E, kiasili ni, ni beki. Kwa hiyo tatizo lilianza kwanza, walimwacha a drive mpira kupitia eneo la katikati ya kiwanja, ambao kisayansi ki ya soka ni eneo ambalo kadri unavyozidi ku progress mm. kwa ku drive mpira pressure inazidi kuongezeka, manake automatically mpinzani anabidi aongeze umakini kwenye ku, kujaribu ku, ulinda, ku, na unajua e, kucheza mpira sio lazima uwin ule mpira uwe nao we kwenye umiliki mm. unaweza ukautibua ukaharibu mpango wa, wa, wa, wa yule mtu mwenye umiliki wa mpira jambo ambalo Fabrice Ngoma pamoja na Yusuf Kagoma ambao walikuwepo kipindi ambapo ana drive ule mpira walishindwa kufanya hicho kitu. Kwa hiyo kipindi ambacho anafanya hivyo, Simba walikuwa kwenye eneo lao kwa namba kubwa, back four yote ilikuwepo, pamoja na viungo pamoja na mawingas walikuwepo, kwa hiyo na maana takriban wachezaji nane wapo, manake wapo kwenye defensive block alafu wanakuja kuconcede. Hilo ni kosa la kwanza. Kosa la pili Uh, ukijaribu kuangalia ili bao, utaona utaona naweza yani... naeza nkasema Chemalone alifanya mistake kubwa sana kwa sababu kiasili Simba ina, inakaba kwenye, uh, uh, high defensive line maanake umbali mdogo kidogo kutokea lango lao, lakini utaona kipindi ambapo pasi inataka kutoka kwenye mguu wa Brother Kamza alikuwa kashasogea mbele, maanake amemtrick yule Jonathan Soa ili aweze kuwa kwenye mm. offside, offside position lakini kitendo cha Chemaloni kwenda na, na move ya mm. Jonathan Soa ikasababisha kumweka kwenye onside on, on, on, on alafu kupelekea kureceive mpira akiwa kwenye onside position na kwenda ku, kufunga bao, na pia tumpongeze Jonathan Soa ambaye aliweza ku, ku, kutumia mwili wake kumhadaa Chemaloni kwa sababu alireceive katika upande, upande wa kulia body, body language yake ilikuwa sahihi kwamba alireceive upande wa kulia akaona kwamba upande ambao yupo Chemalon tayari alikuwa ameshakava, kwa hiyo akatani kwa upande mwingine na kuliface bao na kumtoa Chemalon kwenye, kwenye e, e, umbo lake la kiulinzi. Kwa hiyo ni bonge moja la mchezaji na of course tumpe sifa zake, kwa sababu huyu jamani, watu wamemuona, alikuja hapa na Medeama kucheza kwenye Champions League e, msimu msimu uliopita manake, na walicheza na Yanga kwenye group stage, watu wengi ndio walimuona pale mm. Lakini mpaka Medeama wanacheza kwenye Champions League alifanya kazi kubwa, kwa sababu msimu um, wa elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu yeye ndo aliweza kupambana pamoja na klabu yake, lakini kwa upande mkubwa, yeye ndo alikuwa mchezaji muhimu kwenye kikosi uh, na kuweza kuisaidia Medeama kuweza kutoa taji lao la kwanza kihistoria la ligi kuu la kwanza kihistoria historia la ligi kuu, by the way sio kwamba ndo la kwanza kwa, kwa, kwa mataji yote, lakini kwa ligi kuu ndo likua la, hee, kwa sababu ameshai kutoa mataji 2013 na 2015 lakini alikuwa ni ya FA. Kwa hivyo eh, alikuwa na pia ndo mchezaji muhimu kwenye eneo la ushambuliaji akifunga mabao takriban ishirini na moja na alikuwa na performance nzuri na ndani ya debut yao maanake mara yao ya kwanza kushiriki kwenye Champions League wameweza kuingia all the way mpaka kwenye group stage. Kwa hiyo ni, ni mchezaji ambaye ananini ana, ana, ana, nini na, alienda Libya na baadaye wakaja kumchukua Singida. Kwa hiyo Iye, e, ile quality ambayo yuko nayo Jonathan Soa imeweza kuamua kile kitu. Lakini kwa nini nilisema bao la kwanza e, nime complain kuhusiana na bao la kwanza kwa sababu e, bao la kwanza Simba walikuwa kwenye umbo lao la kuzuia, at the same time walikuwa na goalkeeper pinpin Kamara, lakini still bado waliweza ku concede. Lakini lazima nikiri kuondoka kwa Musa pinpin Kamara kumepelekea Simba kuweza ku Eh, kwa namna kubwa sana kuweza kupoteza huu mchezo, yeah. Mm, mm. Sawa, umeelewa. Sawa, uh, kutoka kwa Pimpin Kamara kunapelekea Simba Sports kupoteza kwa kiasi kikubwa. Dhahiri shahiri ni kwamba sasa, eh, Simba inakuwa haipo kwenye mikono salama pindi Pimpin Kamara anapokuwa hayupo kwenye lango. Tafsiri yake ni hivyo, Ally Salim hatoshelezi katika mabadiliko ambayo mwalimu ana, anaweza kufanya ama kumwamini kwenye mechi uh, endapo uh, aidha, uh, Pimpin Kamala atakuwa na majeraha au hudhuru ya kutokuwepo kuwepo ndani ya club. Yes, unajua eh, nikwambie kitu Jafe, mimi siwezi nika nikatumia mechi moja mm. kuweza kumlaumu labda mm. Ally Salim, umeelewa? Lakini tukibezi kwenye mchezo wa leo, tukichukua reference kwenye mchezo huu wa leo Of course kukosekana kwa Musa pinpin pin, pin Kamara, kwa namna moja au nyingine kumepelekea hii mechi kuzidi kuwa ngumu. Umeelewa? Kwa sababu so, by the way, ukijaribu kuangalia hata bao la kwanza ambalo ameconcede Ally Salim maana yake ndo la pili kwenye mchezo, eh, aliweza ali ku receive mpira kutoka kwa Chemalon, nafikiri Simba ndo walikuwa wanataka kufanya build up na nimeshazungumza sana sawa. Kabla sijarudi kwenye, kwenye pointi ya yangu, nimeshazungumza sana muda mwingine makocha nao wanapaswa kubadilika mnaenda kwenye mchezo, unajua kabisa hii pitch sio pitch ambayo wachezaji wamezoea, ni pitch ya mkoani, alafu pia eh, mazingira ya mchezo wenyewe hauruhusu kupoteza muda mwingi kwenye kufanya build up unnecessary kwao pale ilikuwa unnecessary tu. Yani Chemalona anapiga pasi kwa eh, ali Ali salim Salim, Salim ana miscontrol kwa sababu mi naweza nikasema kosa kubwa sana ni la Ali Salim mm, kwa sababu alivyoreceive ule mpira ndio ulipelekea yeye kuweza ku kukutana, kukutana na ile pressure ambayo ilipelekea mpira kufika kwa uh, Emmanuel Keke na kuweza kufunga bao kali sana, mm. Sawa na ndo akawa man of the match. Kwa hiyo ile kosa la yeye kushindwa kucontrol ule mpira na kuzalisha turnover ambayo ilianza kupelekea, uh, Emmanuel Keke kufunga mpira kwenye yani kwenye goli ambayo halina goalkeeper. Kwa upande wangu mimi namlaumu moja kwa moja Ali Salim, lakini pia ukijaribu kuangalia ile e, free kick ambayo alipiga Emmanuel Keke. Nampongeza Emmanuel Keke ni mpigaji mzuri wa free kick. By the way, aliwafunga Fountain Gate tarehe mbili tu hapo Aprili. E, aliweza kuwafunga E, na lakini siwezi nikafananisha kwa sababu ile alipiga kwenye far post. Hii hapa alipiga katika eneo ambalo Ally Salim angeweza ku save. Of course, of course. Ally Salim alipaswa kufanya vizuri zaidi ya vile katika ku save ile, ile free kick. Goalkeeper mwingine uh, design ya Musa Pinpin kama angeweza ku save ile. Na mimi of course siongei hivi hivi uh, na reference zangu, umeelewa? Kama kawaida, mimi huwa natoa reference. Na ameshawahi kufanya attempt pale maeneo kama yale, huyu Emmanuel Keke, eneo lile lile ambalo na upigaji ni mshindu ule ule, na ikawa saved ambao Ally Salim alishindwa kusave, na hiyo ilikuwa ni katika mchezo wa tarehe 24 Machi mwaka 2024, ilikuwa dhidi ya Hearts of Oak katika Ghana Premier League eh, goalkeeper anaitwa Richard Atta aliweza kusave katika mazingira yale yale, upigaji ule ule, eneo lile lile lakini Ali Salim ameshindwa ku save. Kwa hiyo nikisema kwamba pale goalkeeper Ali Salim alipaswa kufanya zaidi ya alichokifanya watu watapinga kwamba hakuna. Sio goalkeeper yote anaweza kufungwa pale na nini? Nimewapa reference na mpigaji bahati nzuri ni yule yule, kwa sababu mimi ni wachezaji mara nyingi ni mwa, wengi wao wanaokuja hapa mimi nawajua na ninawafuatilia, najua walipotoka wamefanya nini, kwa hiyo ndo nimewapa hiyo. Kawafuatilie tarehe 24 Machi 2024 kaangalie highlight ya huo mchezo. Emmanuel Keke kuna attempt aliifanya mitaa ile Richard hata akaifuta. Umeelewa? Kwa hiyo Ali Salim pale hana excuse ya kushindwa kusevu ile, kwa hiyo naweza nikasema kuonde, ku, kuosekana kwa Musa pin, pin, kamera mara, imepelekea pia ku, uh, ku, ku, ku, kuzalisha hayo mabao mawili kutoka kwenye trebo, nafasi ya kuwin trebo eh, kurudi kwenye nafasi ya kutoa makombe mawili ndani ya msimu kutoka hapo kubakia kwenye mstari mwembamba baina ya kupata ubingwa ama kukosa ubingwa, simba msimu inaweza kuambulia patu. Unajua, nilisema juzi kati mm, kwamba Simba ipo kwenye mstari hafifu kati ya kushinda makombe na kukosa makombe nilisema ya. Kwa hiyo kombe hili washalikosa, kombe la shirikisho Afrika washalikosa, wamebakia na karata moja ya kombe la ligi mm. Na by the way, kwa jinsi Simba wanavyocheza probably, uwezekano wa kukosa hata kombe la ligi upo vile vile kama hawatobadilika, umeelewa kwa namna simba sports wanavyocheza. weka sawa, Heavyweight. hmm. nafasi ya simba kukosa ubingwa msimu wa 24 25 ni kubwa zaidi, au nimeweka ni vibaya? Hapana. hmm. siwezi nikasema ni kubwa wala ndogo. hmm. ni 50 50, kwa sababu 50 kwa 50, mechi moja ndio itaamua ubingwa, mechi ya simba na yanga. hizi mechi zingine zita sawa, zipo zinaweza zikawa surprise watu hmm lakini probably Simba mechi ngumu ambayo inamuumiza kichwa yeye kwenye kuamua taji la ligi kuu ni ya Simba na Yanga kwao. Kama atasawazisha makosa mm, na kuja ku, ku, kushinda huo mchezo mm, automatically anaweza akawabingwa, lakini kwa jinsi ambavyo Simba wamekuwa wakicheza, performance ya Simba imekuwa ikishuka zaidi kuliko kupanda. of course, kuna sababu nyingine, kwa mfano kama ratiba, ugumu wa ratiba, hizo ni, ni pointi za msingi kwa sababu wachezaji wanahitaji recovery, umenielewa mm lakini eh, niwe mkweli kwamba kuna mambo mengi sana ambayo kimbinu pia yanatokea, umeelewa. Timu inatumia muda mrefu sana kufanya build up inavyofika kwenye final third. Inakuwa ina, tuna, tunasema inakuwa inapoteza uh, tuseme, inapoteza yani tuseme yani sijui nitumie ni kauli gani yani, inakosa ufumbuzi inakosa ufumbuzi wa kutafsiri mata, matukio kwenye eneo la mwisho inakosa ufumbuzi. Kuna sehemu ambayo mtu hahitaji kupiga atoe pasi, unaweza ukakuta anapiga. Kuna sehemu ambayo mtu anahitaji api, inabidi apige asitoe pasi, unakutana toa pasi au anakokota, umenielewa? Kwa hiyo hiyo unavyokosa ufumbuzi kwenye eneo la mwisho automatically una nini. Lakini kuna big, miss, big problem, sio mistake ni big problem. Tatizo kubwa ambalo Simba wanalo msimu huu nimeliona ni kukosa sana magoli ya wazi. Lakini leo imekuwa too much. Leo hawajakosa magoli. Leo eh, hawajatengeneza hata nafasi. Simba walicheza vibaya leo. Ovyo. Ovyo kabisa. Of course walicheza ovyo na nimeona target moja kwa tatu na ukiona uh... tatu kwao ni mabao. Unajua uh... mimi mimi kwa upande wangu hmm, si haupo si... kwenye target na on target. Sipendi si kusema on target na off target hmm, kwa sababu on target inaweza ikazalishwa kwenye mazingira yoyote. Okay, si unanielewa. Hmm. Wala haiwezi kukupa picha halisi ya nini ambacho kimetokea ndani ya mchezo. Hmm. Kuna timu inaweza ikadominate mchezo vibaya mno ikafanya on target hata kumi na tano kumi na sita na isipate hata moja na isipate goli mm. Alafu hiyo hiyo timu mpinzani ambayo imekutana na kashikashi zote hizo langoni ikafanya on target zake mbili moja chuma, mechi ikaisha hivyo. Nafikiri Crystal Palace ni, ni, ni miongoni mwa, mwa, mwa, mwa mfano hai mm. katika mchezo wa fainali ya FA kwenye, kwenye kwenye kwenye michuano ile ya Ulaya, timu za FA ya, mm. Premier ya, nini ya Uingereza tamani kichwa kidogo eh, michuano ya FA ya Uingereza, usimeelewa. Crystal Palace wali, wali lakini, tukija kwenye hiyo hiyo eneo, tukija kwenye hiyo hiyo, hiyo eneo, timu inaweza ika ina on target sita, lakini ukija kuangalia sasa hizo on target zimepatikana vipi? Ukachoka, umeelewa? hmm. Eh, mtu kapiga kishuti mtoto, unakijua kishuti mtoto, kipa anakituliza tuna mguu hivi, on target hiyo tayari as long as alikusudia kufanya attempt golini Mtu kaskika, nini ime deflect imegusagusa kipaka imeza tu yani, haijamsumbua hata kidogo, inahesabika on target. Unaweza ukawa nazo nne alafu katika hizo moja, ndio maana wanapima XG, uwezekano uwekano. Na watu wanakwambia XG, oh, XG yenyewe eh, lazima ipatika ili watu wajue kwamba yani XG ili kuiwepo lazima kuwepo shot on target, si kweli? XG ni uwezekano wa, wa team fulani kupata goli, alafu kuna XG, on target maana yake expected goal on target je, yeah, ili shuti uliopiga uwezekano wa lenyewe kuzalisha mm -hmm. bao ni ngapi? Unaweza kuwa umefanya attempt imeenda golini lakini expected goal yake ikawa ni sifuri goal, nukta moja sita. Sasa ina maana hiyo ilikuwa kivyovyote hamna goalkeeper ungeweza kumfunga, lakini kuna zile XG ambazo unakuta uwezekano wa mm -hmm. kupatikana mm -hmm. goli ni mkubwa mm -hmm. alafu kuna po, a, a, sehemu ambayo shuti au attempt inafanyika umeelewa? mm -hmm kuna sehemu ambayo attempt inafanyika, uwezekano wa hiyo sehemu mtu kufanya attempt na kupata goli ni mdogo, lakini mtu kapata goli. Sasa manake hapo ndo tunazungumzia jitihada za mchezaji binafsi. Kwa mfano, kuna mechi moja Karim Benzema dhidi ya Man City hmm. e, ile mechi ambayo Madrid walikuja wali kufanya comeback dakika hmm. like za mwishoni kabisa, kuna bao lilifunga Karim Benzema katika sehemu ambayo uwezekano wa kuzalishwa goli katika eneo ile ni finyu. Good. Lakini kwa uwezo binafsi wa Karim Benzema alikawa bao. Ndio vitu ambavyo siku hizi watu wanazingatia mambo ya on target, hiyo off target, sipendi kuyazungumzia. Sasa tukija kwenye, kwenye mechi hmm. hii mechi naweza ngasema Singida wali deserve to win sawa. Kwa nini wali deserve to win? Kwa sababu walikuwa na discipline jinsi ambavyo wali approach Simba Simba ishajulikana umeelewa, lakini pia hii mechi Simba walideserve kufungwa kwa sababu gani? Kwa sababu hii eh, wasingi ni mwisho wa msimu umenelewa mm. Unapokuwa mwisho wa msimu timu ikipata matokeo ya ushindi katika mechi kumi mfululizo za mwisho wa msimu, labda umepata matokeo, labda mechi nne za ligi umeshinda, mechi mbili za FA umeshinda, sio mechi ya, ya, ya kombe la shirikisho umeshinda zote au umeshinda moja manake utaamini kwamba mi timu yangu ni bora, kwa hiyo hata kwenye dirisha la usajili jinsi ambavyo nitakavyoiapproach utaona kwamba nahitaji tu kuongezea ongezea na nini, lakini mechi kama hizi zinakupa mwanga na kukupa decision kubwa zaidi. Joshua Mutale ni mchezaji ambaye alikuwa anazungumzwa sana, si unanielewa bwana? especially baada ya kuperform katika mechi kadha wa kadha, sawa sana sana hizi za mwisho wa msimu, lakini kwa performance aliyoionyesha leo nafikiri kuna namna hmm. bado discussion yake ya aidha abaki au waondoke itakuwa bado ipo mezani, kwa sababu ni mchezaji ambaye hata ukadiriaji pasi wake ni wa kusuasua, lakini vile vile ukimwangalia opponent, unamwangalia opponent wako kwa mfano Singida, tuachana na Simba na Yanga Azam, sijui anamaanisha achana na Yanga Azam na timu zingine Singida. Huyu ana mchezaji kama Emmanuel Keke ambaye amekuwa man of the match, amefunga brace katika mchezo wa leo. Huu ni mchezaji ambaye li, pia aliisaidia Smartex kuweza kutoa taji lao la kwanza la ligi kihistoria, akiwa kama Captain wa Smartex. Sawa, kihistoria ikiwa ni msimu wao wa tatu tutoka kupanda ligi, kwa sababu msimu wao wa kwanza kupanda ligi waliweza kumaliza nafasi ya kumi. Kwao msimu wao wa tatu huyu jamaa anakuwa Captain, anai Captain Smartex kuweza kutoa ubingwa. Naye sio tu kutoa ubingwa, alikuwa mchezaji muhimu, akashinda tuzo ya mchezaji bora wa ndani home based player of the year wa mwaka mchezaji bora wa ndani wa mwaka home player uh, home based player of the of the, Huyo ni Singida ana mchezaji kama huyo ambaye sio tu anaonyesha performance, amekufunga magoli ma mawili na kuisaidia Singida kuweza kufika finali yon, na automatically, kwa sababu Jonathan So aliisaidia Medeama kutoa taji lao la kwanza kihistoria, huyo anaisaidia Smartex kutoa taji lao la kwanza kihistoria automatically. Eh, kama wakija kumpa mechi nzuri Yanga, kwa sababu hii naweza nikaitafsiri nika kama mechi ya Simba na Yanga imeshapita hapa, kwa sababu wakishafika kule kwenye fainali Singida hawashindwi kumkabidhi taji tu Yanga. Of course tunajua undugu wao jinsi ulivyo, kwa hiyo wanaweza wakashangaa, wanatoa mechi ya ovyo, kuna rotation ambayo unashangaa wachezaji ambao, oh, hawajacheza mechi nyingi wakacheza na vitu kama hivyo na nini, ukashangaa mechi inakuwa pua pua pua and pua. Lakini nazungumzia ubora wa mchezaji mmoja mmoja Singida mtu kama huyo Emmanuel Keke, mtu kama Jonas Ansoa, sijui, wakina Damaro Kamara amefanya vizuri, wakona kikosi cha afya huko. Umeelewa? Wana, wanavo, wanavo, wanavotengeneza kitu kizuri pale kwenye kikosi. Ina maana wewe Simba sasa unavoenda una ku approach dirisha la usajili, lazima uumize kichwa na wewe upate wachezaji wa kariba ambao linaendana li either sawa na wapinzani wako au wazidi. Umeelewa? Kwa sababu kwa ukim, mfano ukim, ukimchukua Joshua Mutale ukampeleka kwenye kikosi cha Singida probably anaweza asianze kwenye kikosi cha kwanza probably. Umeelewa? Kwa sababu still pamoja na hao wote kuwepo lakini bado kuna mtu kama uh, Maruf Shakai, MVP wa ligi ya Kongo, yule before hakuja Singida, na mimi nishai kumrecommend asajiliwe na Simba msimu wake wa mwisho akiwa na Vita Club. Fuatilia miaka nyuma nilizungumza hiyo. Li Umeelewa? Haya, kuna mtu kama Victoria Adiba. Unafikiri wana Simba wengi wanamjua? Walimuimba, wali mpaka kumuimba. Umeelewa? Alikwenda RS Berkane akaweza kuperform akarudi aka, katika ardhi ya nyumbani akawa top scorer akawa MVP. Umeelewa? Eh, baadaye ikaja tetesi akasajiliwa na timu moja Afrika Kusini, lakini mambo yakaenda hovyo. Singida wakamchukua. Bonge moja la mchezaji. Kuna Saji Pokua amewahi kuwafunga Simba Sports Club kwenye michuano ya CAF Champions League. Sasa ukija uki, ukiangalia hiyo hawa wachezaji ukasema umchukue Mutale aende kuanza kwenye kikosi cha kwanza, inaweza ikawa ngumu, lakini Simba wanaweza wakaingia kwenye dirisha lijao la usajili wakiamini kwamba huyu ni mchezaji muhimu, si unanielewa? Simpondi, ila anazungumza kitu ambacho kinabidi kifanyiwe maboresho kwamba usiangalie huyu mchezaji anafanya nini, tizama kwanza quality ambayo wapinzani wako wanayo. hmm. sawa hmm. kisha jaribu kufikiria, je hii quality ambayo mimi niko nayo kwenye timu yangu nikikompea na wapinzani wangu ina vina uwiano mm. si unanielewa mm. Angalia striker ambao Singida wanaye Jonathan Soa, kisha njoo uangalie strikers wako leo na Lateba pamoja na uh, Mukwala. Kisha kwa sababu unajua Jonathan Soa ametua dirisha dogo, watu wasisahau, si ndivyo, ya watu wasisahau kama ametua dirisha dogo <muchasau> kwa hivyo uh, ukija ukiangalia kwa mfano midfield ambayo ipo pale Emmanuel Keke mwenyewe na ukija ukaangalia makosa ambayo midfield ya Simba wanaifanya, mtu ana drive mpira, ni beki wa kati ana drive mpira, anaingia kwenye eneo la kiungo, ana drive ana drive, anasoma movement ya mshambuliaji, anatia pass, mshambuliaji anaenda, anafunga. ni, ni, ni, ni jambo ambalo ukiingia kwenye. Kwa hiyo Simba hii hii hii hii hichi kipigwa hichi, wanatakiwa wakiangalie kama faida zaidi, kwa sababu si walisema wanajenga timu kama unajenga timu, manake si mbaya, umefika fainali ya kombe la shirikisho, umefika nusu fainali ya FA, kwenye local league, upo kwenye kwenye nafasi nzuri ya kuingia kwenye Champions League, manake kivyo vyote Simba ni mshindi, yani a top 2, either bingwa au nafasi si ya pili, si mbaya ndani ya msimu ambao umesema unajenga timu. Lakini sasa msimu ujao kutakuwa hakuna excuse ya kumaliza bila Taji, kwa sababu utakuwa ni watano mfululizo. Kwa hiyo sasa kuingia kwenye dirisha la usajili na sisitiza kwa sababu hizi mm. mechi ni za mwisho, hamna tena mechi ya FA. Mm. Imebaki Yanga, na Singida watamalizana huko na undugu wao. imebaki mechi ngapi za, za, za, za, za ligi tatu, manake na Yanga akiwemo mm. o Yanga na Simba alafu kuna mechi zingine Simba anabidi acheze kisha zinakuja tetesi za usajili Simba Eh, wanaweza wakajipoza lakini cha kujipozea labda hapo ni kuhusiana na kumsajili Feitoto. mm. Mimi naona tu ishi hapo tuweke nukta. <laughs>